Unaangalia Msangazi TV. Ni ziara ya kushtukiza ya mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Dkt. Batilda Burian, katika kukagua barabara za namba jijini Tanga zilizoharibiwa na mvua zilizokuwa zikiendelea kunyesha, ambapo amewataka Wakala wa Barabara za Vijijini na Mijini TARURA kushughulikia changamoto ya ubovu wa barabara hizo ambazo zimekuwa kero kwa wananchi. Kwa upande wake, meneja wa TARURA mkoani hapa, Muhandisi John Msumi, amemwahidi mkuu wa mkoa kushughulikia changamoto hiyo inayowakabiliwa wananchi kwa haraka na kwa ufanisi, huku baadhi ya wananchi wanaojihusisha na biashara kando ya barabara zilizoharibiwa na mvua, wameeleza namna wanavyokabiliana na changamoto hiyo. Hii ni Msangazi TV, mimi ni Yusuph Emmanuel. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya kuangalia adha ambayo tumeanza kupata kutokana na mvua nyingi ambazo zinanyesha na tulitamani sana barabara hizi ambazo mabasi yanakuja za mkoani, tuweze tukahakikisha kwamba tunatoa, tunatafuta suluhisho ya maji ambayo yanatuama, kwa hivyo wenzetu wa TARURA wakatueleza waweze kujaza vifusi na kufili na kushindia barabara wakati tunasubiria miradi ambayo itaingia kupitia uh, uh, fedha ambazo za mradi wa benki yeah, ya dunia ambapo baadhi ya maeneo yatafanyika mwaka huu, lakini baadhi nyingine itawekwa katika programu zinazokuja. Lakini pia nimeomba wajiji wasimamie usafi kwa kuhakikisha kwamba wanaopata tenda za kufanya usafi wanafanya usafi kwa kulingana na taratibu na sheria zilizopo kutoa uh, taka katika uh, mitaro lakini vilevile kuongeza taa za barabarani. Nashukuru kwanza kwa ziara yako ya kupitia maeneo haya korofi eh, lakini tukuhakikishie, mvua itakapo itakapopata, utakapokuwa kumepauka, tutatumia jitihada zote za kurudisha hali iwe vizuri ili wafanyabiashara wetu waendelee kufanya kazi. Lakini kwenye mipango yetu kati ya sisi TARURA pamoja na wenzetu wa halmashauri kwa kutumia fedha zao za ndani, tunaomba pamoja tutoe vipaumbele, yes, ili kurekebisha maeneo haya ambayo hasa ndio wanatuingizia vipato katika jiji letu. Barabara ina mashimo mpaka imekuwa ni kero, maji yanajaa, saingine madimbwi yanakuwa yanaleta mpaka mbu kwa watu wanaokaa mazingira haya, yanakuwa yale madimbo yanaleta vidudu vidudu, kwa hiyo inakuwa pia mazingira ni mabovu. Kwa hiyo barabara endapo tutatengenezewa, tutakuwa tutafanya hata biashara zetu zitaboreka. Ilikuwa ni kero kubwa kwetu, ukizingatia sisi tunafanya biashara ya nafaka hapa, na biashara ya nafaka inahitaji ma, mazingira mazuri. Sasa imekuwa sisi hapa ikinyesha mvua madimbwi na Yaani matope na maji machafu kwao hata wateja wetu ambao tunawategemea hapa wanakuwa wanaenda sehemu nyingine. Unaangalia Msangazi TV.